Kwako wewe Shamu na Shemalon Fondo ni mabeki wawili wenye sifa zipi? Na, na, inawezekana Juma amekumbuka amesahau maneno yake. Okay. neno yeah. la mwisho alikuwa anaelekea kuzungumza kwamba yeah. Uh, Shamu mara nyingi huwa yuko slow ndio nukta aliyokomea aliyo yeah, kabla nisema, hayupo quick kwenye, kwenye, kwenye mat, matukio mengi ambayo yeah. Okay. Uh, yanatokea hasa kwenye eneo lao la ulinzi, ambapo mara mm. nyingi anapopata nafasi ya kucheza, unajua timu ikiwa haifungwi isipopata mm. matokeo, ni mara chache sana watu ku, ku, kungamua kama kuna makosa ambayo yanafanyika, na mara nyingi watu wanaona makosa yale ambayo moja kwa moja yanasababisha matokeo mm. eh, kupatikana. Kwa upande mwingine, watu wanaona hapa Che Malone amekosea, lakini angalia makosa mengi ambayo Che Malone alikuwa anafanya ni makosa ambayo yeye akiwa na mpira Yeah, mara nyingi makosa mara anataka back pass, yes mara back yeah, pass mara anataka kuzunguka na mpira lakini akiwa na mpira ndio makosa mengi ambayo amekuwa akiyafanya, lakini kufika kwenye matukio uh, kufanya marking, kwa maana ya kumfikia adui kwa wakati na akiwa na mpira pia ni mmoja wa wachezaji ambao yuko quick sana kwenye kungamua ni wapi ni, ni kukatisha kidogo ha, ha, ha, ha, ha, hapo hapo. Ndiyo. Ukiangalia uchezaji wa Simba wakiwa wamewapanga uh, Spear hmm. pamoja na hmm. Shema Lonfondo mara nyingi yule active defender, mara nyingi huwa anakuwa spia, na yule mtu ambaye anakuwa free anakuwa ni Che Malone, na ndio maana utagundua kwamba matukio mengi yale ambayo yanahusisha ya, ya, ya, ya, ya ile physical marking utamkuta, utamkuta spia, yeah, na Che Malone. Uh, of course ana msaada mkubwa hata kwenye build up ya Simba kwa sababu moja kati ya strength zake ni mpira ukiwa mguuni kwake, na of course modern football unahitaji uh, defenders wote wawili wawe involved kwenye, uh, kwenye build up. Kwa hiyo faida yake mara nyingi inakuwa ni hiyo, na maybe kwa thinking ya kocha huwa anaamua ku risk kwamba pamoja na makosa yake, hmm. Lakini uh, maanake unajua kuna, kuna, kuna ile tunasema risk and reward kwamba sawa, it's risky kumchezesha lakini um, mara sita saba kati ya kumi utakuta amefanya vizuri mara saba, kuna mistake tatu. Tunapozungumzia ishu ya kuchelewa kufika kwenye matukio na ishu ya ya beki kukosa kasi hmm, unajua in world football mabeki wengi wakati ukiwachukua wao kama wao, ukasema bana shindani ni mbio hapa 90% ya mabeki wa kati mm. huwa wana, wana zile mbio tunasema za matukio siyo? Yani hana ile natural pace kwamba unaweza ukamshindanisha uka hapa labda kwenye mbio za, za mitamia, kwa mfano umchukue Virgil van Dijk umweke katika ashindane mitamia labda na mchezaji ambaye anacheza eneo la fullback kama Trent. It's obviously Trent atashinda hiyo hizo mbio kwa sababu mara nyingi physique uh, ya central defender inakuwa ni kikwazo kwake yeye kuwa, kuwa, na, kuwa na kasi lakini, anachokuwa ana, ana nacho ni timing, kwamba kwenye tukio pale ambapo bwana hapa inabidi uh, tuwe kwenye fortress ya kukimbiza mpira pale, atakuwa na timing sahihi ambayo itamsaidia yeye yeah, afike kwenye, kwenye, kwenye na, na kwenye timing, kamanda, hiyo kwenye... timing unayozungumzia ndio mimi nilichokuwa nasema kuwa quick, yani hiyo timing yako ni kuwa na ule uharaka ama, yeah. uwepesi wa kufika yeah. kwenye tukio mm. kwa sababu mimi hata sikuwa nataka Karabuu akimbie sana, mm -hmm. awe na speed, lakini ukiwa una delay tayari hauko, yani haionyeshi una... mimi nataka nikuulize eh, swali moja tu eh. uh, tunaweza tukakumbusha makosa ma kwa mfano ya, ya Che Malone sawa hmm. una kosa kwenye mechi dhidi ya Bravo ugenini. Uh, kuna me, me, uh, kosa dhidi ya Sfaxien msimu huu uh, we can go back to penalty ambazo amewahi ame, ame, ame, ame, ame kusaba, kusababisha. hmm. mimi nilikuwa nataka unikumbushe hiki unachokisema kwa uh, kwa huyu nani oh, Shamu Karabua, ndio jina lake hmm. ni lini hiki unachokisema tuliwahi kukishuhudia kukishu, kwamba kinatokea hapa na kikaigarimu Simba, kwamba alichelewa kufika na Simba ikafunga? ni kwa sababu, ni kwa sababu ni kitu ambacho tunaamini tuna, tuna kwamba anacho yeah. Unasikia mkali no. Eh, kama tunaweza tukahesabu makosa ya, ya Che Malone yeah. Kwa kuonekana tunapaswa mm, kujiuliza kwa nini anafanya makosa wakati mwingine ya kujirudia, na tukao tunaona kwenye Champions League na kuja kwenye ligi, lakini bado mwalimu wa Simba akawa na bidii, ndio kile nilichokisema, ana vitu vizuri anavyofanya. Kwa hiyo kocha anticipation yake ni kwamba... <coughs> <coughs> Hizi mistake inaweza ni kazi ya accommodate kwa hiyo mazuri yake pia kwenye timu ee, kwa maana kwenye mchango ni makubwa na mengi. Sasa hakuna mtu anayebisha hiyo. Ninaweza nikakaa hapa nikaanza kutafakari ni lini karabua labda kuna kosa ambayo alifanya akaigarimu Simba mm. tunaweza tusipate, sio lakini football, sikilize, kama football haishii yeah. mm. tu kwenye kutazama kosa moja la mwisho ambayo linaigarimu timu wakati mwingine kwenye, kwenye football kuna makosa ambayo yanaweza akafanyika na yakawa cleared na mtu mwingine, lakini bado yanabaki ni makosa ya mchezaji. Ukiwa unatazama mpira, mfano mm mfano kama, kama eh, Malone anakosekana kesho, mwalimu mm. anaweza kuopt kwenda na spare pamoja na nani na chamu, sio ndio? Mimi kwangu eh, by default, ndo inabidi iwe hivyo. inabidi iwe hivyo mm. au ni wachezaji wa aina moja, mimi nakwambia na wanacheza the same style, kama kama timu mpinzani ina iko quick na ina speed <laughs> mzee <laughs> automatically wewe unaweza nafanya makosa Nimepata maoni yako Juma hayo na kamanda Jeffrey ha Hansi Rafael. Kiukweli uh, ukimtaja Chamou Kalabwa hmm. ni moja kati ya mabeki ambao huwa unawazungumzia, pengine uh, naweza kusema negative sana, haujaona positive zake uh, akiwa uwanjani. Sasa mjadala umeibuka hapo Che Malone e, mm -hmm. Ni hamsini kwa hamsini kupatikana katika mchezo wa kesho. mm -hmm. Na ishara kwa maana ya nani ambaye atakwenda kucheza na Hamza ni Shamou. mm -hmm. Shamou, kwa mechi ulizomuona, upi ubora wake, kwa hivyo unasema yes, huyu ni beki kulikweli, na udhaifu wake, mm -hmm. uko wapi? Tuanzie hapo ili tuendelee na mambo mengine. Well, um, Shamou nadhani ni ni dominant hewani mm -hmm. dominant hewani yani, ukikutana na timu ambazo zina cross mpira kwenye boxi mara nyingi, Shamo Karabo utamkuta kwenye kila cross anakuwa wa kwanza kuiwini mm -hmm. ni dominant kweli kweli, na ni kwa sababu ni beki mrefu, lakini uko powerful kweli kweli, kwa hiyo anavoruka hewani anahakikisha yeye ndo anakuwa wa kwanza kucheza ule mpira mm. kwa hiyo ukikutana na hizo timu ambazo zinashambulia zaidi kupitia pembeni na zinapiga high crosses mm. una unamhitaji Shamo Karabo mara elfu kumi mm. Umeona, lakini Juma amezungumza kitu kikubwa sana kwenye game ya Shamo mm. That guy amenyimwa kasi, amenyimwa kasi. Mm. Yaani, na, na kasi ni tatizo ukiwa kwenye eneo la, la, la, la ulinzi Ina, inategemea pea yenu iko vipi, okay. Na inategemea pia staili ya timu iko vipi mm. Kwa mfano sasa hivi timu nyingi kubwa zinacheza high line, high defensive yeah. line. Mm. Wakati wanajenga mashambulizi unakuta ule mstari wa mabeki umesogea mbele unakaribia kabisa na mstari wa katikati, na ni kwa sababu unakuta hizo timu zinapenda sana kufanya pressing kwamba tukifanya high line tukipoteza mpira kwenye transition hatuhitaji kuwa na gap kubwa gap kubwa kati ya viungo wazuiaji na mstari wetu wa walinzi. Mm -hmm. Upoteza mpira kwenye transition, viungo wetu akina Ngoma mpoteza mpira, mabeki wanatakiwa kuwa karibu kuweka pressure na kuweza kukria uchafu wote. Kwa hiyo ukiwa unafanya high defensive line, then unahitaji kuwa na mabeki ambao wako quick, na ukitazama build up ya Simba mara nyingi Kapombe na Zimbwe huwa wanapewa uhuru wa kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo nyuma huwa wanabaki masenta baki wawili kwa ajili ya kutengeneza ile rest defense, afu mbele yao unakuta kuna viungo wawili au watatu inakuwa ni uh, WM rest defense. Kwa hiyo, in case Simba amepoteza mpira kwenye transition, nyuma kuna mabeki wawili. Kapombe na Zimbwe hawapo, kwa hiyo unahitaji kuwa na hao masenta baki ambao wako quick kwelikweli kuweza kubato na hao washambuliaji wa, wa timu pinzani. Ukitazama game ya Chamou, amenyimwa kasi, na hii siyo dhambi. Na kwenye kasi yake ninachopenda ni timing yake, nadhani na amemzidi timing Che Malone timing, kwa sababu Chamou anajijua hana kasi. Kuna muda hasubiri we mshambuliaji ufanye movement ya kwanza, mtamalizana hmm pale pale kwenye movement ya kwanza ile ile pale pale Shemalone, weakness yake iko kwenye timing. Kuna muda anatakiwa kutumia kichwa mm, anasubiri mpira udunde, watu wamepita wametembea. Makosa yake amekuwa anatokea hivyo, timing, timing yake. Nani bora kati ya Shamu na, na, na Shemalone kwa maelezo hayo ambayo umeeleza kwa gemu ya Simba kwa ujumla, maarefu kumi Shemalone. Na namalizia jefu, namalizia jefu. Nadhani kama Shemalone anakosekana ni pigo kwa Simba mm? Ni pigo kwa Simba kwa sababu Che Malone anaifanya build up ya Simba kuwa hai muda wote mm. That guy yuko comfortable akiwa na mali mguuni yeah. Na kitazama hii ni, ni game kubwa unakwenda kutana na Yanga ambayo pia enyewe inafanya high pressing mm. Unahitaji kuwa na hao ma center back ambao wanaweza kuibi pressing ya timu pinzani mm au masenta baki ambao wanaweza kuibite hiyo pressing. Wanatakiwa kuwa comfortable wakiwa na mali mguuni, wanatakiwa kuwa na accuracy ya kupasi mpira. Kuna muda Che Malone anaona pressing imekuwa kubwa, yeye mwenyewe anaweza kudrive na mpira kusogea mbele zaidi, na ni kwa sababu amewahi pia kucheza kama defensive midfielder. Ndio maana kuna ma umekuwa unasikia watu wengi wanasema kuna muda wanamtaka Che Malone uh, acheze kama kiungo mzuiaji mm. Ni kwa sababu yuko comfortable akiwa na mali, you see, kuna muda yeye mwenyewe anaamua kufunga safari mwenyewe kwamba hii pressing imekuwa ngumu, wapinzani press wana kweli kweli. Sasa mi nachukua mali mm, na drive na na cut line ya kwanza pressing na usogeza mpira mbele, akina mpanzo wanatembea. Che Malone anakupa hicho kitu. Tazama Simba wanavotoka nyuma wako na kamera ambaye kwangu mimi namuona kabisa kwa comfortable akiwa na mali. Ndio wako na wako na Hamza na Che Malone wanatengeneza triangle and then tumuona Kagoma naye ana drop au mm, ngoma anakuja kuongeza option, wanatengeneza a diamond shape, wanatoka nyuma vizuri, kula cool as you like mm. uta press uchukui mali you see. Kwa hiyo kwa aina ya game ya simba unamhitaji Che Malone, lakini Che Malone yuko aggressive, kwa aggressive kweli kweli Kapombe ana overlap muda mwingi mm. Che Malone utamkuta anakwenda ana upande wa kulia kuweka cover, yuko aggressive kweli kweli. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani Che Malone ni beta na fadu anajua hata, yeah. kipindi ambacho amekuwa anafanya makosa atamdrop game moja, atazungumza naye, ataingia Chamou. game zinazokuja Chamou bench, mm. namrudisha Che Malone fondo. yeah. so ni, kwangu mimi ni, ni, ni huyo beki ambaye ametengeneza partnership na Hamza na kwenye game kubwa kama hizi ungehitaji unge okay. una, una addition kwa dakika mm. chache tu mkali okay. No. Eh, kuna kitu Hans amekizungumza, unajua kwa nini wakati mwingine Malone eh, hiyo timing yake inakuwa sio nzuri sana mm. ah, ah, kwa sababu pia na speed, yes, speed yake ni kubwa kulikoni kwa hiyo hana yeah. believe na kwa defender akiwa anaweza kukimbia, anaamini huu mpira ninaweza nika ukadunda nikaukuta mm. Lakini madhara yake ni kwamba ni win, win situation na, na mpinzani wako, lakini karabu huwa uh, hakubali ili eh, situation ya kwanza impite kwa sababu anaamini hana speed mm. Faida yake ni kwamba ukii uki, uki, uki, uki slide ama ukiwai unaweza ukaucheza mm. Ukiachwa kwa sekunde moja na mtu kama labda Makome ama max mzee Dube, kitakachofuata unaanza kujikatia eneo la kukimbilia mm. Ukatiza huku, watu wanakwenda kwenye penalty area mm. Kwa hiyo ni madhara yake makubwa sana kwao. Wachezaji wa namna hii mara nyingi hawataki e, e, mpira udunde, hawataki kukaa mbali zaidi na mpinzani, kwa sababu wanajijua mapungufu yake, kwa kama alivyosema Hans niko naye kwamba kama Simba wanamkosa Shemalon kwenye mechi kama hii, achana na makosa ambayo amewahi kufanyika, lakini mwalimu bado anaamini kwamba amekuwa ni mchezaji mwenye msaada mkubwa, na hata hao wakina Kapumbu wanaopanda maeneo yao yamekuwa covered zaidi na, hmm. cover na Shemalon akikosekana, ni lazima pia mwalimu aone namna gani anaweza kaongea na pea ya, ya spare pamoja na Karabuu no. at least kwa sababu safu ya shambulio ya Young African mm, bado ni tishio na imefunga magoli mengi. Naona mna gani nataka niongezee hapa. Unaweza kuwaka niuliza kati ya Che Malone na na na I mean Chamou Karabo na Lame Kilawe, na kwambia Lame Kilawe ni better defender mm, kuliko sasa Chamou Karabo? <laughs> katika hali ya kawaida sasa unajua kabisa huyu beki wangu ana wa changamoto hizo. Mfano, Hans, unavaa viatu vya fa, unapaswa kumtengenezea mazingira gani ili timu yako isiwe inafikiwa sana na mwisho wa siku eh, kukawa na madhara katika namna moja ama nyingine? Ni kutengeneza mpango mkakati mzuri na wa ku defend as a team. Okay. Tukiwa tuna defend po, tunahitaji vitu vikuu vitatu, tunahitaji pressure tunahitaji balance mm. tunahitaji cover kocha yeyote duniani akipoteza mpira anahitaji hivyo vitu vitatu pressure pressure inaanzia kwa hawa washambuliaji washambuliaji wetu wawili mm. ateba haua kama tunakaba tuna kwenye 442 tunazuia kama ni high pressing tu, kwenye 442 mm. ateba na haua namba 10 na namba 9 ndio huwa wanatengeneza mstari wa kwanza wa kiulinzi and then kuna mstari wa pili, utakuta Mpanzu na Kibu wamedrop, wako wide kama mawinga na ita defend. Ni narrow 442 au ni flat 442? tuna defend vipi? Lakini Simba nimekuwa naona wana, wana defend zaidi kwenye flat 442. Utakuta Kibu na Mpanzu wanakuwa wide, wana, wana, wana, wana drop kwenye line ya pili. Ngoma na Kagoma pia wako kwenye line ya pili tayari, wametengeneza mstari wa viungo wanne, and then nyuma ndo utakuta Kapombe. Uh, utamkuta Zimbwe, utamkuta sijui ni Shamo na Che Malone au Hamza tayari ni line tatu. Kwa hiyo pressure inaanzia kwa Ateba na Haua. Lazima tuende kwa pressurize ma center back wa timu pinzani wasiwe comfortable kupasi mpira kutoka nyuma kuja kwenye midfield. Mm. And then mstari wa pili wa viungo wanne. Lazima tu, tuwa pressurize viungo wa timu pinzani Mm, Tunataka aucho mudathiri wasiwe na uhuru kwenye mpira. Ngoma Kagoma, make sure mnafanya hiyo kazi vizuri yeah. Wewe ni, ni, ni, ni Mpanzu na Kibdenis, nahitaji Kibwana Shomali au Israel Mwenda au Shedrack Boka wasiwe na uhuru wa kuovala kwa muda wote, nahitaji mwapinback. hmm. you see and then, una, una hii laini sasa ya mwisho ambayo ntakuambia labda, wewe ni Kapombe na Zimbwe, nataka Mzize na Pakome wasiwe na uhuru kwenye mpira, ntadili nao man to man. And then, utakuwa na awo ma center back wawili ambao wanadili na namba kumi na namba tisa kama ni Aziziki na Dube. Tuko kwenye flat 442 hiyo tayari ni pressure mm. cover inakuwa vipi? Cover inakuwa kwamba mpira unapitia upande wa kulia umeona, Kapombe amesogea mbele kidogo, hayupo kwenye position yake mm. center back wa kulia kama ni Hamza anatakiwa kwenda upande ambao ametoka nani? ametoka Kapombe kwenda kuweka cover mm. Kwa hiyo in case team mpinzani kama inashambulia kutokea pembeni, haitopata ule mwanya wa Kapombe ambapo ametoka, kwa sababu kuna center back ambaye amesogea ule upande kuweka kuweka cover yeah. Tunahitaji balance, center back ametoka kwenye nafasi yake kwenda kuweka cover eneo la Kapombe yeah. Ina maana nafasi yake iko wazi, wapinzani wakipasi mpira katikati itakuwaje? sikuna shimo mm tunamhitaji center back mwingine sasa aje kuziba nafasi ya huyu center back ambaye ameenda kwa Kapombe, anaweka balance. And then full back wa kushoto naye atarudi ndani kuwa kama center back wa uongo, you see, kwa hiyo ni balance. tuna balance, tuna cover. center back mmoja ameenda kuweka cover kwa Kapombe, center back mwingine amerudi kuweka balance na full back ameweka balance, hivyo vitu vitatu pressure, balance, mimi kama ni fadro mm. Siwezi nikamwachia mzigo shamo wote kwamba bwana wewe ndo utadefendi, sijui uwe hatari no okay. Nahitaji kukutengenezea muundo, tutadefendi as a team, tukikosea tunakosea wote mm. Tukikonsid tuki okay, tunakosidi pamoja kamanda. Nikija kwako na tunatumbukia sasa kwenye, kwenye ubao uh, matarajio yako ya kikosi mm. Na mwanzoni nilisema tuanzie kwa wekundu wa Simba.